Ilikuwa rahisi tu kwamba na sisi tunakataa watu kutekwa, na ushauri aliyotoa askofu tunaukubali au tunaukataa. Hawa tukiwapoteza, msiwatafute. Hawa piga makofi kwa sisi, napigwa na kuumizwa hovyo, wanauawa hovyo. Lakini sasa mimi ni mtu wa staha, hebu sema staha Siwezi kumwaibisha mtu, na ndio maana umeniona almost miaka minne yote nimekuwa kimya, kwa sababu sikuwa na lengo la kumwaibisha mtu. Lakini napoona utekaji, watu wanapotea na mimi nipo kwenye taifa langu, jambo hili haliwezi kukubalika hata mara moja sana kama kiongozi wako kuzungumza Tanzania nzima, na mimi ni mtu mwenye staha, nimetengenezwa, nime nimeumbwa na staha, nina heshimu, siwezi kuaibisha mtu lakini sasa nitakapoita presi inayofuata, kama watekaji wananifuatafata nitaanika vitu hewani, moshi utatoka, hautaweza kufumbua macho yako. Narudia tena, ikiwa utaendelea kung'ang'ania, kwa sababu ni rahisi kusema kwamba ilikuwa rahisi tu kwamba na sisi tunakataa watu kutekwa, na ushauri aliyoutoa askofu tunaukubali au tunaukataa. Hawa sio lazima waseme kwamba wanapingana au wanakubaliana na presi yako au ushauri wako ambao ulikuwa umetoa. Kitendo cha kutoa CCM kwenye chama chao ni ishara kwamba wanakubaliana na masuala ya utekaji, na ushauri wako hawakubaliana nao. Kitendo cha kukufungia kanisa kwa sababu ya kuzungumza maneno ya kuzuia utekaji na kupinga mauaji ndani ya taifa lako ni ishara ya kwamba wanakubaliana na utekaji, wanapingana na ushauri wako. Hii ni ishara kubwa sana kwamba ishu ya utekaji, wao ndio wanahusika, kwa sababu huyu kada ya CCM aliwahi kuzungumza maneno haya, kama kuna mtu anadhani anao uhuru wa kukaa mtandaoni na kisimu chake, anashinda asubuhi kutwa nzima, anatukana viongozi, jeshi la polisi hawa tukiwapoteza msi watafute hawa, piga makofi kwa CCM. Na kwa maneno hayo hajawahi kuchukuliwa hatua yoyote, hajawahi kuchukuliwa hatua yoyote. Akaja kurudia tena mahali pengine, akasema hivi, wamekuwa wanaharakati hovyo, wanapigwa na kuumizwa hovyo wanauwawa hovyo. Hiyo ni ishara kwamba aliyozungumza mwanzo hayajutii, kwamba ni sahii yako hivo, kwamba yanayozidi kufanyika kwa watu wa aina ya Wajima ambao wanapinga utekaji, wanapinga mauaji, wanapinga dhuruma, wanapinga ufisadi wa kila namna, ni watu ambao ni vijana wa hovyo hivyo, wanastahili kuwawa hovyo, wanastahili kupigwa hovyo. sasa kwa sura kwa tabia ambayo CCM wameweza kuionyesha kwenye taifa hili wanapotea kabisa, na Gwajima ni sababu ya wao kupotea. Kama Gwajima alivyo mtu mwema, watanzania wanamwona kama ndio rais wao, wanamwona Gwajima kama ndio rais wa nchi rais wa nchi haonekani kuwa na thamani kama alivyo thamani ya Gwajima. Thamani ya mtu ni utu alionao, thamani ya mtu ni anajali vipi watu. Kwa Gwajima kuwajali watu, kuwajali wa Tanzania, thamani yake inakuwa kubwa, na watu wanamwona kwamba ni, ni, ni, ni kama rais wao sasa hivi ni kukifuta chama kabisa, kwa sababu kumwondoa mtu mwema, kumpinga mtu mwema aliko kwenye chama kunaonyesha kwamba chama ni chama cha watu wabaya, hivyo hakistahili kabisa kupendwa wala kuchaguliwa kuwa chama kitachotawala nchi yetu, kwa sababu sisi hatupendi kuuawa, hatupendi dhuluma, hatupendi watu waonewe. Kwa jima haifuta CCM mazima kwa sababu ya matendo yao waliomtendea katika wema wake wa kujali thamani ya utu binadamu na uhai wa watu wa taifa lake. Mungu awe naye, amen.